Milio ya risasi ilisikika na vurugu kubwa, ambapo jeshi la polisi lilionekana kuzidiwa nguvu na vurugu hizo ambazo zimedumu kwa muda mrefu, ambapo mabasi ya abiria yaendayo Mwanza, Dodoma na Singida yalikwama, huku vurugu hizo zikisababisha madhara kwa nyumba za wageni zinazomilikiwa na wafugaji, ambapo zilipigwa mawe na kuchomwa moto na baadhi ya vifaa kuibiwa, huku magari yaliyoegeshwa kando ya barabara yakivunjwa vioo na wafanyabiashara wakalazimika kufunga maduka na kukimbia. Wakizungumzia vurugu hizo, baadhi ya wananchi wakiwa wana na jazba wamemlalamikia mkuu wa wilaya ya Kilosa, Bwana Elias Tarimo kutoa kauli za kuidhinisha kitongoji cha Mabugere kuwa kijiji cha wafugaji, ambapo hapo awali eneo hilo lilikuwa likitumika kwa shughuli za kilimo kwa miaka mingi lile pori tunalilima miaka yote toka miaka 60 iliyopita mpaka hivi sasa, Wamasai walivamia lile kinyume na utaratibu, lakini mpaka sasa hivi mkuu wa wilaya ameonekana amekula kitu kidogo, mpaka sasa hivi anatutangazia kwamba lile eneo ni la wa Wamasai, na sisi wakulima tukawaombe Wamasai ndipo tupate lizaa ya kulima lile. mimi nachofikitika na... tukio la kifo aliyefariki amefahamika kwa majina ya Mohamed Msigala mwenye umri wa miaka 60, ambaye kwa mujibu wa ndugu wa marehemu amesema amekufa kwa mshtuko wa risasi zilizokuwa zinapigwa hewani kutokana na vurugu zilizokuwa zinaendelea, ingawa awali alikuwa na tatizo la ugonjwa wa moyo, na taarifa za kifo zimethibitishwa na afisa tabibu wa zahanati ya Dumila ulikohifadhiwa mwili wa marehemu. Ugonjwa wake ulikuwa hautaki kelele. Ulikuwa hautaki kelele ugonjwa wake. Anapokaa anatakiwa atulie. Sasa mlipuko wa mabomu alikuwa anapigwa alikuwa makubwa mno na shindo yake ya moyo tayari ilikuwa haitaki gonn ukatiya hali hiyo, mkuu wa mkoa wa Morogoro bwana Joel Bendera amelazimika kufika katika eneo hilo na kufanya mkutano wa dharura na wananchi, ambapo awali mambo yalionekana magumu lakini baadaye busara zaidi zilitumika na wananchi wakashusha jazba, ambapo mkuu wa mkoa wa Morogoro amewaagiza kuwaondoa baadhi ya viongozi wa serikali wanaohusika katika mgogoro huo na kuagiza jeshi la polisi kusimamia amani wakati jitihada zingine za kutatua mgogoro huo zikiendelea. Nataka niwaambie kuna baadhi wengine hapa, nitawahamisha na wajua safi iho nmba ati kabisa. Na nisema hilo kwa dhati ya moyo wangu. Mimi sikuja hapa kuchezea. Sawa kabisa. Kwa mfano katibu tarafa mtamhamisha Kwanza na nataka nimsaidie, amekaa sana. Safi kabisa, haina ubishi, kama kuna ndugu yake sawa. La pili saek aii ambalo naomba mnisikilize kwa makini sawa, mgogoro hautatulii kwa staili hii. Ni askari wa kikosi cha kuzuia fujo wakijipanga tayari kushambuliana na wananchi katika eneo hili la Dumila. Kutoka Morogoro, mimi ni Deputy Minja, ITV.